Ni furaha leo, je, mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 kukutana tena nawe katika uchambuzi wa habari kama kawaida ni muda wako mzuri wa kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas, na kuomba uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho, na sema karibu. Tuanzie na huko Kalunja ambako mtoto mmoja kwa jina la Makelele mwenye umri wa miaka kumi na minne ameponea chupuchupu kisha kuraruliwa na mamba pindi alikuwa akioga ndani ya Ziwa Tanganyika Jumatatu hii ya tariki 2 Juni 2025 pa Baraka kwenye manispa ya Kalunja Munga Msambya. Ni mmoja alio mwoko wa mtoto huyo kutoka mdomoni mwa mamba ameeleza hapa, ameleza hapa alivyokuwa wakati tuliojiana naye akiwa katika hospitali ya Baraka. Mtoto mwenyewe alikamatwa na mamba, alikuwa shuleni. Kutoka shuleni mida saa nane ndio akaenda na wenzake waoge Mutanganyika. Wakati wanaoga mtoto akakamatiwa na mamba, wakaanza kulalamika wenzao "Makelele, amekamatwa na mamba! Makelele, amekamatwa na mamba!" Ndio bahati nzuri babake alikuwa pale kwa sababu ni karibu ya Tanganyika. Babake akaingia mai, akashika mtoto na mamba inashika mtoto, na mimi mwenyewe nikasikia hizo kelele, nikaenda na beshi baba kusukuma mtoto, na mimi kamati ile beshi kuingiza mukinywa ya, ya mamba ndio tukafanya hiyo intervention, watu wengine wakafika wakaanza kutusaidia, bahati nzuri hiyo mamba ikaachia mtoto pa Baraka. Ni kwamba tariki mbili Juni, mitihani ya taifa kwa awamu ya kwanza imefanyika kote nchini DRC, ambako katika jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili, mitihani hiyo imefanyika huku ikizinduliwa rasmi na naimea kwa muda wa muji wa Baraka, na ambako wanafunzi 23479 ndio walioshiriki mitihani hiyo. Mitihani ya taifa kwa wanafunzi wa kidato cha sita huwa inafanyika kila mwaka kwa awamu mbili huko. Katika awamu hiyi ya kwanza, mitihani hiyo imeanzishwa. Jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili likiwa katika majimbo sitini za elimu nchini DRC limezindua rasmi mitihani hiyo. Katika neno lake la ufunguzi mea makamu ambaye ni mea kwa muda wa mji wa Baraka, Bi Emerite Tabisha Mungelwa ameanza kwanza kupongeza rais wa nchi ya DRC Felix Antoine Tshisekedi kwa kazi kubwa anayoifanya hasa kuweka elimu kwa bure nchini. Tunampongeza rais kwa kazi kubwa ambayo kwa naifanya hii, ambayo inahusu mtihani wa watoto. Nani angeliwazia wakati wa vita hii, eti watoto wote nchi mzima watafanya mtihani? Hakuna matumaini yalikuwa yanakatika sana lakini kwa ushupavu ambayo iko nafanya kwa kupiganisha vita ishe, pia kwa kuangalia kwamba kesho ya Kongo iko wapi, amekubali na kuleta mtiani. Rais amefanya jambo mzuri sana la kusaini ya kwamba wazazi ambao wako ku province ya Nord na Sud Kivu wanadhibitiwa na giza fulani, ambayo iko naleta mwanga mpaka tuupate watoto wote kwa mtihani huo waufanye kwa bure, kama tumekwisha kupewa hiyo zawadi. Na tusikie tena mwalimu au prefe ambaye ataomba elfu kumi elfu moja kwa mzazi, tutajua kama iko kama ule mkatili, kama na wakatili wengine ambao wanatuletea vitu. Kwa hiyo tutahukumu tu. Pongezi zetu zimfikie rais wetu na guvernema yote ambako konatumika nayo hapo pa Kinshasa na tunamwambia kwamba tuko nyuma yake, upande wake. Bwana Vitangacha Kisombo Delo Lokaka, mkuu kiongozi kwa muda wa jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili, ameonyesha idadi ya wanafunzi wanaotumika mitihani hii katika jimbo nzima la kielimu, hukuwa akiomba kwa wanafunzi kutumika vyema mitihani yao. Dans notre tradition, le ministre de l'Education nationale, et nouvelle citoyennete organise pour chaque annee scolaire les katika kawaida yetu, waziri wa elimu na uraia mpya wanaandaa katika kila mwaka wa masomo mitihani ya uhakika ili kukagua uwezo wao katika hali ya kupata cheti chao cha shule. Hata hivyo hakuna anayesahau hali ya vita iliyokumba sehemu mbalimbali za jimbo letu la kielimu na ambayo inazorotesha shughuli za shule hasa katika nyanja za juu na zisizokuwa za juu tarafani Fizi na Uvira, hali iliyopelekea kuama kwa shule zetu nyingi na wanafunzi vile vile. Tunakumbuka wadau wote wa elimu waliopoteza maisha kwa mwaka huu, roho zao zilale sehemu pema peponi. Tunaomba kwa wanafunzi kuelewa kama mitihani hii imeandaliwa kulingana na programu ya taifa, walikuwa mbalimbali. Jue ni kwamba jimbo la kielimu la Kivu kusini ya pili ni miongoni mwa majimbo sitini ya kielimu nchini Kongo yanayopigania elimu ya wanafunzi. Jimbo hili liko katika mwaka wake wa nane na matokeo huwa ni mazuri. Tuwafahamishe kuwa mwaka huu wa masomo 2024-2025 jimbo la kielimu la Kivu kusini ya pili limeandika wanafunzi 23,479 wa kidato cha sita, mkiwemo wanawake 9,531, ambao wamegawanyika katika vituo 75 mba tano ziko katika nje ya mipaka kama Burundi na Tanzania organisées dans les écoles hors frontières du Burundi et de la Tanzanie. Upande mwingine mea kwa muda wa mji wa Baraka ameomba wazazi kuwapa watoto muda wa kujifunza, na pia kutokuwapa kazi za asubuhi ili wafike mapema kwenye mitihani. kwa wazazi wa watoto wanamke, kwa wakati huu ni wakati ambao watoto wapewe chakula kwa wakati, wasipewe makazi za asubuhi, msiwauzi na kuwasema-sema maneno ambayo yefaa hache, kichwa cha mtoto kibakie kimya, akili yake yote iko kwenye mtihani na namna ataumaliza. Sisi wazazi tuko wakonseye wa watoto wetu nyumbani kwa kusaidia elimu iendelee, waimiza waje haraka kwa wakati kufanya mtihani, kwani tumekuta watoto wengi wanafika nyuma sana. Kuna watoto wamefika hata saa tatu na mtihani unaanza na saa mbili asikuwe tu mzazi wa mtoto na wewe jirani, ambia mtoto wa jirani, muhimize, wewe huko nafanya examedeta Saa hizi saa moja haujaanza, enda kwa nini. Wakifaulu ni faida ya sisi wote. Tusisikie mzazi ambaye ameenda kulipa pesa za mtihani, mtihani huu na mtihani kisi utakuja tena mwezi wa saba, yote rais amewapatia kwa bure na iwe kwa bure. Mwishowe ameomba kwa wanafunzi kwa sambamba na sheria za masomo hasa kufika kwa wakati kwenye vituo vya mitihani. Tunaamakia ubovu watoto wana mwenendo kama vile warejareja, hata kwa kitu chenye kinayofaa ambacho zamani, au kwa mtoto ambaye anapenda masomo anatishika wakati anatiliwa kwenye mtihani. Mtoto anasikia kama vile anatishika, anajipanga haraka haraka na kujipanga sawasawa, lakini watoto wanafika nyuma sana. Ninatangazia wazazi wa watoto ambao wako somo la sita ya kwamba napita fasi zote kuwaambia kesho, mimi nitaenda nafunga milango ya ku masomo saa mbili. Nitafunga milango ya kumasomo yote. Mtoto mwenye atafikisha saa mbili hajaingia muklasi, ni kusema saa moja na na makumi mbili, watoto wote inafaa wawe kwenye uwanja wa masomo wako nafanyia exam examdeta huko Uvira ni kwamba siku chache kisha shirika jipya la raia kusini mwa jimbo la Kivu Kusini pa Uvira kuandika kibarua cha kuomba gavana, makamu, pamoja na spika wa bunge la Kivu Kusini kusitisha tabia ya kuwa nalala Bujumbura. Mwanaharakati wa kisiasa ametoa mtazamo wake juu ya swala hilo kwake lida wa kusini mwa jimbo ili ameonyesha kuwa hali ya viongozi wa jimbo kuendelea kulala pa Bujumbura nchini Burundi inaleta aibu kwa nchi yetu. Andre Bya Dunia amezungumza na TV yako. Société civile iko na raison ya kufanya ile. Na hiyo inawezekana unajiita uko gestionnaire wa entité, uko administrateur gouverneur de province maire de la ville, mais u géré entité en dehors ya administrer ya kwako. Maana yake utakuwa unadanganya watu. Parce que ukifanya vile maana yake matatizo yote itapata watu ile usiku wao hawezi kuparticiper moyo wao. Yote ya watu watapata comme problème ile usiku, ile mchana wewe hauta participer par le fait que uko absent. Et donc la bonne gestion ndo tunaitaga gestion participative, ni ile najongeza mutu na baadministre yake donc uouko kiongozi huko karibu na wenyewe naongoza pale, ndio watu watasema kwamba wako na confiance wewe na mais dès lors que tuna situation tuko emo ni ya mubaya situation ya mama sasi, saa yote me kimbia nakimbia baadministre unaenda kueneo ingine kwenye hawako

binaleta kuperdre konfiance na kredibilite autorite jeti uyo, ya baautorite ku basujeti wala baadministri yavo. Hata hivyo, mwanaharakati huyo anasusia kuria kuwepo kwa ofisi ya spika wa bunge la mkoa mjini Uvira inaweza kuwa ni sababu ya kisiasa wenda kwa viongozi wa jimbo. Angalia leo mainstituto zote zilitoka Bukavu ziko Uvira, kusidisido me keski ampeshe ke biro ya assemblee provinciale isikuwe instale Uvira nini na mpeshe kuna pasha koko politiki moya hivi, on sepa, banawaza kai kibakia na njo haitarudiaka bale ba asista tena ya ba député provinsio. Bakuwa na mabaze ya bo apa bakamate mabiro apa, malalamiko yetu takua tunaipeleka pale. D'ailleurs, banabajongeza karibu ya ba électeurs yabo itatusaidia kuwa, kuwa na bajongea na kuvambia malalamiko yetu. Meweye mwenye ulikuwa kandida jana, ulikuwa unaambia watu ya kwamba mie sitabakimbia, niko na mweye hapa, msiogope. Me sasa unausha kuwa eli usha kuwa na gagari, unakuwa na makoti na mavitu vingine, unaogopa kiwatakuua. Alors ke wakati ya kampanye, ulizunguruka dans tous les coins et recoins na mavillages zote ulifika huko, ndo ulomba sauti me. Leo juu nakuwa eli unasema honorable, watamuua hata wala uvira

Gisi mimi nitaingia ku biro ya prezi... ya, ya gouverneur haiko ndo gisi ya lidi people ta... atakuwa ataingia haiko haiko vile kuko tofauti e donc, batusaidie barudie ku raison, batusaidie bakuwe sawa benye banajua kazi ni banapasha kufanya. Le bureau de l'assemblée provinciale inapasha kuwa Uvira, ibaki hapa mpaka siku atarekipere maeneo na kama haiko vile, okay, bashinikize gouvernement central maintenant Ikamate Bukavu, ma institusio za radio Bukavu ku siege ya provinsi ya Sud-Kivu. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 radio, hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almasi, usisahau ku like, ku share na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Bye bye. Fizi News 24. Fizi News 24. Media d'information en temps réel.